Shabu, mbwane, ah, nina vyoo hivi nikivijumlisha vyote, ninakwambia mimi ni waziri mkuu wa mbinguni, yaani waziri mkuu wa Mungu. Akitoka Mungu Kristo, alafu ndio unafuata mini hapo, ndio utakuwa rahisi la kunielewa. Lakini nimekwambia nina vyoo hivi, nina mataji haya matatu taji la kwanza, taji la kinabii; taji la pili, taji la ufalme la mfalme; taji la tatu ni taji la uungu. Ja, nimefanya kuwa kama nimefanya kuwa mungu wa dunia na nchi. Mungu amenipa hilo taji, amenipa hiyo mamlaka ili kuvunja miungu yote ya ulimwengu, sawa, ili kutengeneza njia ya Kristo ya msalaba ili kurudisha kanisa kama Kristo alivyokuja kuwakomboa watu ulimwenguni. Kristo, baba alikuwa ndani yake, baba yuko ndani yangu, nami niko ndani yake, kwa ajili kukombo ya kukomboa ulimwengu, akakomboa msalabani pale, ambapo na ishara ya Yona, na ndio mjumbe wa agano, naye ametumwa hivyo hivyo kukomboa ulimwengu kwa mamlaka ile ya Kristo. Kristo yuko ndani yangu, mimi niko ndani yake, kwa ile ishara ya Yona inayokuja pewa ufalme taji la ufalme kuwa mfalme katika nchi kutawala mapenzi ya, ya, ya mbinguni yaje ya, ya duniani. Dunia itakapotikisika na kuharibika, watu wataona nuru ya Mungu ikiangazia mahali hapa, haitaguswa na nzige wala uharibifu aina yote, wala tauni haitaingia bwaabwaawaswe hmm. Ya tatu nabii mjumbe wa agano, yaani mfalme ni Mungu, yuko ndani yake, yaani Mungu yuko ndani yake, na Mungu anatawala katika kiti cha ufalme na Mungu na nabii, Amen, anatawala sijui ni kitu gani ambacho yeye anaweza ye asikijue, nabia asikijue, mkamficha. Yaani mkamficha, yaani hekima iliyo kuu uliko hata Danieli juu ya mjumbe wa gano, roho ya maarifa yo ya hekima yoo ya ajabu iko e ndani ya mjumbe wa gano. Hivi ikitokea eh, mkamuona rais eh, wa nchi. Ushakuona rais wa nchi hana hata bodigadi yoyote, anatembea bila bodigadi, rais wa nchi eh, anatembea bila bodigadi? Je, kuona rais wa nchi anatembea bila bodyguard, hakuna kitu kama hicho duniani eh, lakini mjumbe wa Ghana nabii niko hapa rais wa Tanzania ninatembea sina bodyguard, sasa hivi ninatembea sina bodyguard. Washindanao na bwana wanaoshindana nami wapo kila siku, washindana mimi kwa hiyo, hata nikikalia kwenye kiti nina uwezo wa kuamua kukaa kuwa rais bila kuwa na bodyguard, kwa sababu si mwanadamu anayenilinda bali ni Mungu anayenilinda. Hapa nilipo ninalindwa na Mungu pasipo nini, bodyguard yoyote, hapa nilipo na hao majangili wanaotumwa kupambana na mimi wanapambana kila siku, wanakuja na vifaru, wanakuja na magari, wanakuja na nini, lakini nini kinawapata? Wanajua wnwe anachokutana nacho eh? Kwa hiyo hata nikiwa nikisimama hapo ninaohuo uwe, uwezo wa kukaa bila bodyguard, kwa sababu anayenilinda ni Mungu. Mungu ananijulisha yoyote mwenye kutaka hila mwenye kutaka kufanya ushenzi na upumbavu na na na na, Mungu ananiambia kuna mtu yuko pale kwenye mwembe pale kwenye mwembe pale, anakuja leo, anajiandaa kuja kufanya ushenzi. Kwa hiyo mimi niku niku niku agiza tu mtu yaani, nendeni pale kwenye mwembe, kuna mtu pale, mtamkuta kama tena huyo mtu basi. Amen. Mnafikiri mnaohangaika mimi siwaoni? Mimi nawaona wote mnaohangaika, siku na mchana, ninawaona vizuri tu. Nilikuwa na uwezo tutakuja kuja kukamata na kumaliza tu kazi. kama ningekuja kama Daudi, ningekuja kama Daudi kuikomboa Tanzania, kuleta Tanzania mpya, ilikuwa kazi rahisi tu. Soma Biblia yako. Mungu Israeli, wanapomuuliza Mungu, tuwaendee adui zetu au tusiwaendee, Mungu anawaambiaje? Waendee, nimeshatia mikononi mwako hivo unaelewa, maana Mungu akisema wa waendee adui zako, nimeshawatia mikononi mwako. Yaani, Mungu anavyosema ameshawatia adui zako mikononi mwako, unaelewa maana yake? Maana yake amekupa mamlaka, amekupa uwezo wa kufanya nini? Wa kuwaangamiza. Ndio maana akuambia kuwatia mikononi mwako, kama nilivyowaambia kipindi kile. Sisihemu Mungu amenipa sisihemu, nimeishika hivi. Mnavyofanya vuvujo, nikiamua mimi naitupa huko, na ndio kile kilichotokea. Hiyo video nimeitafuta sana bado sijaipata, nikipata nitaiweka. Niwaambia, mtashindana na wachungaji, lakini kuna mchungaji nabii mtakayeshindana naye hamtaweza, na ndipo kuanguka kwenu kwa chama chenu. Amen. Mungu akubariki sana.